Nikiwa nyumbani kwa mchumba wangu tunaongea mipango mingi ya kimaisha. Nilimsikiliza na kisha nikamwambia, mimi ni mrembo, je, utaweza kunihudumia mimi? Mimi ni gharama sana kipenzi. Chris alijibu kwa kuwa nakupenda, nitajitahidi niweze kukuhudumia wewe. Je, unanipenda? Naomba unanivumilia. Nilimjibu Chris, nakupenda ndio, ila mimi ni mrembo sana, naomba jitahidi usije ukanifuja na kama huwezi achia wenye pesa wanihudumie mimi. Sawa, Chris alijibu, siwezi. Kwa nini niruhusu? We ni chaguo langu, kaila, nitafanya juu chini niweze. Basi tuliishi kwa muda kidogo. Chris alijitahidi sana, japokuwa biashara yake ilikuwa sio kubwa sana. Alinivalisha nguo mpya na kunifanya nipendeze, na kama kusuka, kutengeneza kucha mapambo alijitahidi sana lakini, katika pitapita pita zangu nilikutana na jamaa mmoja aitwaye Felix. Alikuwa ni jamaa mwenye uwezo wa pesa hatari. Alinitongoza kwa hela na kuletea vizawadi vya gharama kama ren og zagald na vitu vingine vingi tu kama pochi, viatu na nguo zake. Nilianza kwa kuibaiba, mwisho nikaona haina maana. Chris ananiletea vitu feki Nikija kwa Felix analetea vitu oji tupu. Sasa kwa nini ni mngangania Chris? Nilianza kumletea jeuri, akinipigia simu namwambia usinisumbue bwana, huna la kuniambia mimi. Saa ingine akihitaji kushiriki tendo la ndoa namkatalia namwambia utanichafua tu, sihitaji kuchafuliwa na wewe, naomba utafute mtu mwingine atakayeweza kuvumilia uchafu wako. Chris alikuwa achoki kunibembeleza na kuniomba msamaha kama amenikosea wakati mimi ndio mwenye makosa. Kiburi changu kilikuwa kinaletwa na mwanaume mmoja aitwaye Felix. Alinitia manukato juu na kila kitu. Siku moja nikiwa nimejisahau naongea na Felix kwenye simu, nimejiachia kabisa, najielezea jinsi gani ninavyompenda. Kumbe Chris alikuwa anasikiliza maongezi yangu yote, kisha alipojua na mahusiano mapya ndio yananifanya niwe na kiburi, aliendelea kunijali Chris aliongeza upendo japokuwa sikuwa anampa mzigo na majibu yangu ilikuwa mabaya sana kwake. Chris alikuwa ni mwanaume wa aina gani huyu? Mbona asije kuwa ni mwanaume kama huyu? Nilikuwa ni mwanamke fulani hivi wanamuita Slay Queen. chakula alikuwa naagiza, sipiki na ala, kufua nilikuwa sitaki kufua mimi, na mtafuta mtu anifulie nguo zangu. Gusa Chris alikuwa anafua mwenyewe, na kuna muda nikimuona anafua na mtolea na nguo zangu, hata za ndani pia nampatia anafua Akuwahi kunijibu vibaya hata siku moja, wala kunitusi. Sijui ni mwanaume wa aina gani, sikuwahi kumwelewa huyu. Ni mwanaume bwege ama ni wa aina gani? Tuliishi hivyo kwa muda. Saa ingine likuwa nakuja kufatwa hapo hapo nyumbani na Bwana Felis, tunaenda hotelini na pia anarudisha usiku, nagonga mlango, Kristian nanifungulia, naingia napanda kitandani na lala. Felix naye ni mwanaume ambaye sikuwezi kumwelewa. Alinipa kila kitu kizuri, ila hajawahi kuniambia anioe au anipeleke kwake, japokuwa nilimbembeleza sana kuhusu hilo swala, ila likuwa gumu sana. Hata kulala na mimi hadi asubuhi hawezi, lazima atanirudisha tu. Nilimwomba anipangia chumba, pia alinikatalia kwa kisingizio kwamba atakuja kunioa ndio nitoke hapo nilipo, awezi kunipangia mi, ni mtoto wa kike, nitaonekana sijiheshimu. Nilivumilia, ila nikiwa na shida ya pesa nampiga simu, natumia haraka sana. Nilirizika tu na kila kitu, nilikuwa mtifu kwake, akiniambia na hamna mimi hata iwe saa ngapi, na kurupuka naye na mimi, kwani nina uhakika wa kupata pesa ya kutosha nikitoka hapo, nimejaa pesa ya kutosha. Kiukweli nilipata furaha sana kwa sababu alikuwa ananipa pesa. Chris aliamua kuwa bize na maisha yake akaona amna matarajio yoyote kwangu. Alikuwa anajijengua taratibu taratibu tu kujitoa kwangu. Siku moja Chris aliporudi alinikuta niko na Francis Sebleni tena nikiwa na mchumchumu. Aliingia moja kwa moja chumbani kwake na kisha alibadili nguo na kutoka. Alipotukuta pale akatuaga akatwambia tuwe huru iye anatoka, kisha aliondoka ilikuwa ni muda kama saa mbili hivi. Aliondoka akiwa ameumia sana, ila ni mpe pole tu, hata kuongea kuongea. Alienda sehemu moja kwenye mgawa akaagiza chakula akala, kisha alikaa hapo akiwa kapumzika. Alitokea kuona wanawake wote ni watu wa ajabu sana. Akiwa kapumzika, dada mmoja alikuja kupata chakula pale mgawani, ni binti mzuri tu, mdogo mwembamba, mrembo, ana kishepu fulani hivi kizuri. Alikaa meza moja na Chris kisha akaagiza chakula, alipoletewa akamkaribisha Chris Kaka karibu chakula. Kris akajibu asante, na kuendelea na shughuli zake za kuperuzi kwenye simu yake. Wakati ule binti anakula, simu yake iliita, alichukua akaanza kuongea nayo. Alikuwa anaongea na mtu kama mwanaume wake, akijaribu kumwomba msamaha asimwache, kwani yupo radhi kuwa hata mke wa pili, na akimwambia kuwa, najua unipendi siku hizi, ila sijawahi kukushusha thamani yako kwangu kwa kuwa una thamani kubwa sana kwangu hadi nilishindwa kula. Alishindwa kula kabisa yule dada, akaanza kulia. Chris alikuwa anamtazama tu na kumsikiliza. Yule dada aliacha kula na kuanza kulia. Alilia sana kwa uchungu. Mwisho Chris aliona msogelee na kumpa bega lake aegemee ili alie atakavyo. Yule dada aliegemea kwenye bega la Chris na kuanza kulia huku kaegemea bega. Baada ya muda alikaa sawa na kujifuta machozi kisha akamwambia Mr. Chris, Samani kwa kukuegemea. Chris alimpa mkono na kumwambia, jina langu naitwa Chris. Dada alipokea mkono na kumjibu na kumwambia, asante kwa kufahamu, jina langu naitwa Asha. Chris alijibu, nafurahi kukufahamu, haya karibu Asha. Asha alijibu asante. Chris alimwambia, sasa unaweza kumalizia chakula chako, kwani ndio muhimu kuliko haya unayofanya sasa hivi. Asha alijibu, hakika ila kuna watu wanaweza kukufanya ujione hufai kabisa katika ulimwengu. Yani wanaume nyie, hapana kabisa. Chris alijibu hapana, uenda ulikutana naye ndio yupo na matatizo kama mimi. umekutana na mimi, mimi na matatizo. Aisha alicheka na kumwambia Chris, unanichekesha, eti una matatizo kama yangu? kwani nawe umeteswa na mapenzi kama mimi? kisha akacheka sana, mwisho akaanza kulia tena Chrissy alimweka kifuani na kumpiga piga mgongoni huku akimwambia, inatosha sasa. Acha nimjibu hujui kiasi gani napitia maumivu, ni mwanaume nimeanza naye maisha lakini kafanikiwa, sasa ndio kapata mwanamke mwingine na anipende tena, mimi naumia sana. Mimi mbaya zaidi ananiambia kuwa mimi sio type yake. Sidhani kama hayo maneno ni mazuri sana, mimi naumia najikamba aliwahi kunipenda mimi. Naumia sana, naumia mimi kwa kuwa nampenda, nilimwomba na mimi niwe mke wa pili. Niliomba sana, japokuwa wameshaanza prosesi zao za ndoa, na we mwanamke wake hanitaki kabisa hata kuniona. Nimeomba basi niwe hata mchepuko wake. Chris alimwambia usifanye hivyo, uwezi jua Mungu kakuandikia nini mbele yako, hivyo mruhusu aende na we baki na maisha yako. Asha alimuuliza kwani wewe imekuwaje? Chris alimjibu haina tofauti sana ila, kwangu ni kwamba mimi sina uwezo mkubwa sana na yeye anataka mambo makubwa kuzidi uwezo wangu, ndio kumpelekea kunidharau mimi na kuniletea wanaume kwenye nyumba yangu. Hivi ninavyokwambia, nimetoka kazini, nimemkuta yupo nyumbani na huyo jamaa. Nilijisikia hasira, ila nilijizuia na kutoka, nikaja hapa kuagiza chakula. Nilikuwa staki kabisa kuwa nyumbani, ndio maana nikakaa hapa kupoteza muda ili nikirudi nikute japo kalala. Sitaki kuongea naye hata kidogo. Asha alimjibu pole Swaiba, pole sana kwa aliyokukuta. Mambo yako ni kama yango tu, naomba unipe namba zako. Walibadilishana pale namba ili wapate kufarijiana kwa sababu matatizo yao yalikuwa yanafanana. Chris alijibu sawa, haina shida rafiki. Nijisikia kulia tena niite, nikupe bega langu ulie, kuwa na amani kabisa. Asha alijibu, Chris, hakika umenifanya nijisikie amani sana leo. Sina hata mtu wa kumwambia matatizo yangu, ila na imani nimepata mtu wa kumwambia matatizo yangu, nimepata rafiki mimi. Muda ulienda, hatimaye muda wa Chris kutoka kazini ulifika. Aliwasiliana na Asha na kukutana sehemu ile ile ya chakula wakakaa na kula na kuongea sana hadi muda ulienda, kisha wakaagana na kurudi nyumbani. Alimkuta Kaila kashalala. Chris aliingia chumbani kwake kulala, na palipokucha alitoka kabla Kaila kuamka. Kana alipoamka alitazama, akamuona tena, akajiuliza kuwa huyu naye sijui kawaje siku hizi anaondoka bila hata kuniona na anachelewa kurudi. Mm, sijui kwa nini, sijui bwana. Iliendelea hivyo hivyo hadi Chris Alianzisha mahusiano na Asha na kupelekea kiasi kwamba walikuwa wanabadilishana na mawazo kuhusiana na biashara zao, hadi Chris alianza kupanda kiuchumi taratibu. atem alinunua nyumba nzuri ya gharama na akaanza mpango wa kununua gari zuri la thamani, kisha walianza kupanga kuanza maisha na Asha pamoja. Siku moja Chris alirudi nyumbani na gari zuri la thamani, lilikuwa jipya kabisa. Mapema tu nilikuwa nje ya nyumba nikamwona anashuka na kuingia ndani akiwa na dokumenti za gari na kunisalimia, kisha akaenda chumbani kwake. Alipotoka alikuwa akabadilisha nguo, alivaa pants na t-shirt, kisha akaelekea kwenye gari, aliwasha na kuondoka zake. Alienda kukutana na Asha, wakachukuana na kwenda matembezi, huku mimi nimebaki peke yangu nyumbani na Felix. Alinitumia pesa tu, hakutaka kuonana na mimi kabisa siku hiyo. Kwanza nilianza kujiuliza Chris kaja na gari sijui katoa wapi. Ni yake kweli? Nijiuliza pale bila majibu. Mwisho niona mm, ngoja nitaona. Siku hizi kabadilika kweli. So yule wa mwanzo Chris alienda na Asha kuenjoy Bagamoyo. Walifika hotelini, wakala, wakaa na kuongea sana. Chris alimwambia, Asha, "Naam sana ya kuwa na wewe chumbani peke yetu." Asha alijibu, "Mimi pia Chris." Chris alimwambia, "Nipe dakika moja tu, ngoja nichukue chumba Alienda mapokezi na kulipia chumba kisha akamtumia message Asha, njoo chumba mia mbili kumi na nne utanikuta nipo huko. Asha aliinuka na kwenda hadi chumbani. Chris alimsubiria kwa hamu sana. Alipoingia tu akafunga mlango, akaanza mambo yake ya utundu, kisha Asha alijiachia sana, kwa sababu naye alikuwa mtundu pia kama Chris. alikuwa ametulia tu muda kidogo, Chris alianza kuongea, Asha naomba nikwambie kitu kadi, muda unavyozidi kwenda unazidi kunifanya nichanganyikiwe. Umenihamasisha na umeniingiza katika ulimwengu mwingine, nilikuwa naishi kama yatima mimi. Nimeingia kwenye dunia ya mapenzi, tafadhali usijenifanyia hivyo na usije kuniacha kabisa. Asha alimjibu Chris, najua maumivu ya kutendwa, kwa nini mimi pia nifanye hivyo na kuahidi sitoweza kukuumiza kwani najua maumivu ya kutendwa. Naogopa sana kumuumiza mtu, nikuombe tuwe, usije kuniumiza pia, mimi nitakufa kabisa. Chris alicheka na kumkumbatia Asha kisha akamwambia, usiogope, nipo na wewe kipenzi changu. Haya, inuka twende tukaoge, kisha turudi zetu mjini kipenzi. Walinuka na kwenda bafuni kuoga. Baada ya hapo walitoka, walivaa na kwenda kupanda gari, wakaanza safari ya kurudi Da. Wakiwa njiani, walikuwa wanaongea, walitaniana na kufurahi pamoja, kisha Chris alimuuliza Asha, lini tutakaa pamoja? Nataka nilale na wewe niamke na wewe nioge na wewe nile chakula kitamu na wewe, nile chakula kilichopikwa na mikono yako. Asha alijibu, usijali, kwanza nataka tuingize feni cha mpya, kila kitu kipya hivyo tukiamia tu, tu tuamie tu, kila kitu kipo kipya kabisa. Walipiga stori za hapa na pale, si unajua tena mambo ya kimaaba yanavyokuwa. Hatimaye waliingia na alianza kumpeleka Asha. Baada ya hapo, Chris alienda nyumbani. Alinikuta nikiwa nipo ndani, nilisikia gari inaingia, nikatoka na kumkuta ni Chris ndo anafika. Alinisalimia kisha Alikuwa anapita chumbani kwake. Nikamwita Chris, aligeuka. Kisha nikamwambia, "Samani, naomba kuongea na wewe, Chris." Chris aniambia, "Hayasema, nipo hapa." Nilimuuliza, "Kwanza, Samani, Chris, hii gari ni ya nani?" Mbona nzuri sana? Chris alijibu, "Ni ya kwangu mimi." Nilimwambia, "Siku hizi mambo yamekuwa mazuri. Hongera sana kwa kweli." Chris alijibu, "Asante." Kisha akaanza kutembea kuelekea chumbani. Nilimwambia, "Samani, Chris, kwani tusikae kuongea? Kwani nimekumisi siku nyingi sana hatujakaa pamoja. Kisa jibu tutaongea nini? Kaila wakati mimi sio hazi yako. Kwani mimi ni hazi yako? Kaa na wenye hazi yako. Mi choka mbaya bwana, mi sio hazi yako kabisa. Isitoshe nimechoka sana, nahitaji kupumzika, nimetoka mbali kidogo. Nikamwitikia kinyonge tu, kisha nikajambia, sitakubali. Nitamweka kwenye tageti yangu tu. Sasa hivi ana hela inaonekana, yuko vizuri sana. Tuliingia kulala siku imeisha hivyo. Hatimaye siku mpya ikaja tena. Niliamka mapema na kwanza kupika chai, kisha nikatenga mezani. Nilipomaliza nilikaa kumsubiri wa Chris atoke nimkaribishe. Chris alipotoka nikamuita na kisha akaitika, nikamwambia karibu chai unywe ndo uende kazini. Chris alishangaa na kuniuliza unajua kupika chai kumbe? Nilitikia haraka haraka, ndio najua, nitapika hadi chakula, niambie leo unataka kula nini? Chris alijibu Usisumbuke, usi saizi, siwezi kunywa chai mpaka nifike kazini, tunakunywa chai sitaweza, naondoka. Lichukia na nakujiambia, yani mimi na kuandalia chai naona kataa, kweli lichukia mno, ila mwisho wa siku lijambia ni bora niwe mpole tu, kwani Chris anajua kujali kuliko Felisi. Felisi ajui kujali, kazi yake ni kutumia message tu na kuniambia nije hoteli fulani, ili alale na mimi yaani, hana muda na mimi kabisa yaani, nikunitumia tu kisha anamaliza mzake kwangu na kuniambia niondoke. Kila mtu anakuwa na mipango yake, sina uhuru kabisa na Felix kabisa. Na si na uhakika kabisa kama atanioa. Niliona mm, kwa sasa Chris hali yake ni nzuri, ni bora nirudiane naye tu yangu. Kisha nilipomaliza niliamua kufanya usafi ndani, wakati huo nafanya usafi nasema, lakini nilikuwa sifanyi mwanzo hivi. Kisha nilienda sokoni nikanunua ndizi mshale za kuiva nikazikaanga vizuri nikaandaa vizuri, nikamenya nikakaanga na mafuta, kisha nikatengeneza na makange ya nyama. Nilisafisha vizuri nikaanda na juisi ya matunda. Nilipomaliza mapishi, nilioga kabisa, nikajipamba, nikavaa vizuri, nikakaa nikimsubiri Krisi wangu. Muda ulifika na muda ulienda kabisa, na muda ulikuwa wa kurudi nyumbani Grace. Ana nisikia gari inakuja. Nikatoka nje haraka haraka kumpokea. Alikuwa ni Felix nilichukia. Aliposhuka nikamwambia saizi wapi? Felix akijibu akajibu, akajibu, ni kwa mpenzi wangu. Ah, twende ndani ukanipe mzigo. Ninaam sana leo na wewe. Nilimjibu hapana, sipo sawa Felix. Naomba uondoke tu leo. Felix aliniuliza, "Mbona umependeza sana unanukia hivyo? Kulikoni au kuna kichwa kingine kinakuja sio mimi?" Nilichukia sana wakati huo, na Chris naye alifika akatukuta pale mlangoni. Felix akaniambia, au ndo huyu tayari? Nilimjibu, humjui Chris wewe, au unaongea tu mambo ya usiyojua. Felix ondoka, siko poa kabisa. Chris alistuka alipotukuta pale karibu na mlangoni, alitusalimia na kuingia ndani. Hakika nilichukia sana, kwani niliandaa nilijibebishe kwa Chris, ila Felix naye aliniharibia kila kitu. Mimi nilichukia sana jamani.